Tena katika kipindi hiki cha kutuma salamu ya watawa ulimwenguni kote. Asubuhi ya leo nipo ni shirika la masisa wa upendo wa Mtakatifu Karoli Borromeo. Leo nikiwa na watawa wanaotuma salamu za sikukuu za watawa wote ulimwenguni. Ni mimi mtangazaji wako Sista Sofia Damiani CB. Endelea kuwa pamoja nami kufuatilia kipindi hiki kinachoendelea. Usikose kufuatilia kipindi hiki. Asanteni sana kwa kunisikiliza na pia na washukuru wale wote wanaonisikiliza na kunitazama umsirfu Yesu Kristo basi yeah. Naomba nitumie fursa hii kushukuru jumuiya nzima na familia nzima ya masista kwa Charles Borromeo, kwanza kunipokea naumikuja hapa

kuwafundisha na kuwapekee kuendelea kuwa sikivu na kufuata taratibu za wale wanaofanya, ni vile mlezi afahamu katika kulea. Eh, kuna kuona kama umetenda isimu haki. Ni kweli binadamu tunakosea sasa hivi, lakini hata kitenda isimu haki

kwamba uliona ni vema na haki uitembelee jumuiya yetu na kupumzika, na basi kuwa na sheari za hapa na pale, pamoja na waelewa wetu na sisi walezi, lakini vilevile pia na waumini wa parukia yetu. Imekuwa ni furaha lakini pia kwa mabari ambao unafanya kazi nao katika kualina au vijana na kukaribisha tena kwa mara nyingine katika jumuiya yetu. Ujisikie nyumbani, karibu sana sanaa.